Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kupa update kuhusiana na kile ambacho Diamond Platinumz amekifanya kufuatia kwa habari ambazo zimesambaa mtandaoni kumuhusu Raila Odinga. Huyu ni kiongozi wa serikali huko nchini Kenya. Kwa mujibu wa habari ambazo zimesambaa, ni kwamba mheshimiwa Raila Odinga, kiongozi wa serikali hiyo ya Kenya, ni kwamba amefariki dunia siku ya leo. Na ni habari ambazo kiukweli zimegusa hisia za watu wengi sana hususan nchini huko Kenya. Lakini pia ukiachana na inshu ya kugusa hisia za Wakenya wengi, vile vile ni kwamba kifo hicho kimewagusa mpaka baadhi ya wasanii huku Tanzania kutokana na kwamba wote sisi ni watu wa Afrika Mashariki na pia vilevile kumekuwapo na ushirikiano mkubwa sana, ukiachana na swala zima la burudani, lakini hata kwenye masuala mengine ya kisiasa. Kama tulivyoona, moja kati ya kampeni za Raila Odinga, Diamond Platinumz alihusika katika swala zima la kwenda kutoa burudani eh, katika kampeni hizo. So kwa kifupi ni kwamba Diamond Platnumz naye pia baada ya taarifa kusambaa za kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga huko Kenya, na yeye pia bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram Diamond Platnumz ameposti picha ambayo ilikuwa inamuonyesha yeye akiwa yuko karibu kabisa na Raila Odinga eh, wakiwa wameshikana mkono eh bwana, katika tukio ambalo lilitokea miaka kadhaa iliyopita oh, Katika kampeni hizo za Raila Odinga, ni kwamba Diamond alihudhuria, alikuwepo pale kwa ajili ya kutoa burudani Baby, not... kwa hiyo basi, Diamond Platinumz baada ya kupata taarifa kwamba Raila Odinga amefariki, moja kwa moja kupitia ukurasa wake wa Instagram Diamond ameweka picha hiyo, lakini pia akaiambatanisha na ujumbe ambao ujumbe huu bwana unasomeka kama ifuatavyo. Ujumbe wa Diamond Platinumz bwana unasema kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi, amen. Akaweka hapo emoji ya kushukuru na emoji ya mshumaa <mulia> Hicho uh, ndicho alichokifanya Diamond Platinumz kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya taarifa kusambaa za kifo cha Raila Odinga. Lakini pia vilevile peji mbali mbalimbali hapa Tanzania nazo pia zimeripoti kuhusiana na hili tendo ambalo amelifanya Diamond Platinumz kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba nyota wa muziki wa Bongo Flava Diamond Platinumz alivotumbuiza kumwombea kura Raila Odinga kwenye mkutano wa mwisho wa kampeni ya chama cha Azimio la Umoja uh, Coalition uh, Kasarani Stadium Nairobi nchini Kenya miaka kadhaa iliyopita. Lakini pia vilevile peji mbali mbalimbali za kutoka huko nchini Kenya nazo pia zimeripoti kuhusiana na, na hii habari ya kile ambacho amekifanya Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya hiki ambacho amekifanya baada ya hiki, hiki kilichotokea kuhusiana na kifo cha Raila Odinga. Uh, wameandika hapa, Diamond Platnumz, Raila Odinga, Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pema peponi, amen. Wakiwa wanamaanisha kwamba Diamond ameomboleza kifo cha Raila Odinga na kumtakia Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi, amen. baada ya hilo kutokea basi moja kwa moja ni kwamba hapa kuna wakenya wamekuja ku comment kwa mfano hapa kuna mkenya ameandika kwamba hata Barack Obama naye pia amenitext Facebook anasema kwamba bado analia mwingine amekuja ameandika kwamba bwana tunashukuru sana wa Tanzania kwa sapoti yenu kwa kipindi hiki kigumu lakini pia komenti nyingine ni komenti za, kum, za, ku, za kumsifu au kumshukuru Diamond Platnumz kwa huu upendo ambao amewaonyesha wao wa Kenya. lakini pia vilevile vile hapa kuna u, kuna video imeenda viral ya binti wa hayati Magufuli ambaye anafahamika kwa jina la Jessica Magufuli ambaye sasa hivi naye pia ni kiongozi au ni, au, ni moja kati ya viongozi e, katika serikali e, kupitia chama cha Mapinduzi. Na yeye pia bwana hapa ameposti ujumbe wa e, kumuishi au kumtakia e, Yani, ile rest in peace au ujumbe wa wama, maombolezo au wama, sala, salamu za rambirambi yeah. <laughs> ambazo ameziandika hapa katika kurasa yake wa Instagram ambapo ameambatanisha na video ambayo inamuonyesha yeye akiwa yuko na Raila Odinga. Jessica ameandika kwamba akaendelea kusema kwamba he wasn't just a father he was a guide a steady hand and a source of wisdom when i need it most his strength and kindness and integrity i have been a significant support in my journey i'm forever grateful for the time the guidance and the belief he had in me

ni ujumbe wa Janet Magufuli binti wa eh, hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli eh, lakini kwa Kiswahili sasa, maana hapa ameandika kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili alikuwa na maanisha kwamba nataka kutoa heshima kwa mtu aliyekuwa na nafasi tulivu lakini yenye nguvu katika maisha yangu. Hakuwa eh, tu baba, bali alikuwa ni kiongozi thabiti na chanzo cha hekima ninapohitaji zaidi. Aliongeza, aliongeza kuwa nguvu, upole na udhali, na uadilifu wa Raila Odinga vilikuwa ni nguzo kubwa katika safari yake ya maisha, akisema kwamba ataendelea kuwa na shukurani za dhati kwa muda na imani aliyomwonyesha lakini kuishia hapo, akaendelea Janet kusema kwamba urithi wake unaishi kupitia mafunzo aliyoshiriki nguvu aliyoidhihirisha na upendo aliyoutoa kwa moyo wote. Aliandika hivyo Jessica akithibitisha akihitimisha kwa maneno ya heshima na upendo wa kudumu. lakini pia vile vile wa Wakenya huko bwana, imekuwa ni ngori. E, bwana watu wamekuwa wakimlilia Raila Odinga sio kawaida. Ya so, hivyo ndivyo mambo alivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha utasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.